Kwa jina naitwa Tereza Emili Mbambule, ni mkazi wa Totoe pia ninapaka miaka hamsini nikiwa Totoe. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama Samia. Miaka ya huko nyuma watoto walikuwa kenda kusoma shule ya Totoe, kutoka hapa umbali walikuwa maliza masaa manne, lakini kutoka madaraka ameingia mama Samia, shule hii imejengwa hapa mpaka watoto sasa hivi wameshapata unafuu tunamshukuru sana, sana sana sana mama Samia. Kipindi hicho wakati watoto wanaenda kusoma kule Totowe, wengine walikuwa akiishia njiani kulingana na safari na lakini sasa hivi kutoka shule hii imeshajengwa hapa na maraji, wanafunzi kwa kweli wameshapata urahisi, wanasoma vizuri mpaka sasa ndio hapo. Wanawashukuru sana serikali ya mama Samia madarasa ya Mama Samia kwa kweli yako vizuri. Mama Samia, mimi namshukuru sana kwa kitendo alichotufanyia. Kwa majina naitwa Zuena Joshua Mwakalikeni. Namshukuru Mama Samia kwa kutusaidia kutujengea shule, maana watoto wetu walikuwa wanaenda mbali, tuna changamoto za mito. Mvua zikinyesha, watoto wetu walikuwa wanaenda mbali, walikuwa wanashindwa. Mvua zikifululiza, hata wiki wiki watoto wetu hawafiki kwa saa hizi namshukuru sana mama, maana tulikuwa tunaogopa maji mito, watoto wanakaa kwa muda mrefu bila kwenda shule. Nena neno kwa Mama Samia kutokana na mambo anayoyafanya miaka minne. Ukweli amefanya mambo makubwa sana. Kijiji chetu kilikopo hakina shule ya sekondari, tulikuwa tunasoma, wanafunzi wanaenda Mpona ambako unatumia masaa manne mpaka matano lakini toka Mama Samia ameingia madarakani, ukweli ametujengea shule iko vizuri, yani ni madarasa yenye viwango, watoto wanaendelea kusoma ile shule. Kuwepo karibu kumepunguza utoro wa wanafunzi, afu kumepunguza hata ubebaji wa mimba wa wanafunzi umepungua, kwa sababu kule walikuwa wanaishi mbali, alafu wanaishi wanaishi kwenye nyumba za kupanga, kwa uhuru ulikuwa ni mkubwa, tofauti na hapo wanaishi karibu na wazazi, kwa wazazi wanatumia fursa ya kuwadhibiti na kuwasisitiza sana kwenda shuleni. Pongozi zangu kwake ukweli, Mungu ampe maisha marefu sana, ampe maisha marefu na aendelee kupambana kwa ajili ya Watanzania, kupambania shule na vitu mbalimbali, kama vile mahospitali ya miundombinu ya nchi, aendelee kupambana kwa kweli, tunamwombea, anafanya vizuri na ni rais wa kitofauti sana, kwa sababu ni, ni mwanamke yeah. Silvana Edison Nyembe ni mkazi wa kitongoji cha Ukombozi, kijiji cha Isanzu. Tunamshukuru mama Samia, watoto wetu walikuwa wanaenda mbali. Tunamshukuru mama Samia kwa kutuletea majengo karibu na, na, na kijiji chetu. Saizi watoto wetu wako karibu kusoma na nyumbani kwetu. Tunamshukuru mama Samia kwa maendeleo ah, maraja ntaria ni magohe kwa kweli tunashukuru sana kwa majengo yaliyo aliyotuletea mama Samia yeah. Ah, tulikuwa tunasumbuka sana mpaka uende mweza ufanye nini, watu wanazuliwa na mto, mpaka mkasubirie, na mto ule ulikuwa una mitumbu ya kupitisha mpaka yapungue maji ndio wapite. Saizi wa, wanasomea. Tunataka kwamba wamalizie, waanze kusomea hapa hapa. Tunashukuru sana kwa hilo. Mimi ninamshukuru Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa jitihada aliyoifanya kwa, na, kwa namna ya kipekee sana kwa sababu tulikuwa hatuna shule ya sekondari kwa sasa, tunayo. Ametupunguzia adha ya watoto kwa, kwa, kwa myendo walikuwa wanatembea kwenda sekondari ya Mpona ambapo tayari ilikuwa ni mbali, watoto mpaka kwa sasa wapo wanasoma hapa nyumbani, na pia vilevile ametupunguzia watoto watoro shuleni, sasa wanakuna, wanasoma wote, hatuna watoro. Lakini pia ametupunguzia e mimba za za, watoto, wat, watoto wadogo. Kwanza tumshukuru sana mama mama Samia, kwa kweli anahitaji anahitaji kushukuriwa sana kwa sababu yani hapo awali tulikuwa tunapeleka watoto sekondari mbali, karibu zaidi ya kilomita ishirini. Kwa hiyo hata wale watoto wenye uwezo wa kwenda mbele walikuwa wanaishia njiani lakini toka wametuletea hapa shule karibu hapa, tumeanza kupata wane kabisa tena za nguvu wane za nzuri kabisa yani. Hilo ndio namshukuru sana mama kwa miaka minne hii, kwa kweli anahitaji pongezi ya nguvu kabisa. Utoro umepungua sana, na aswaswa kwa mabinti umepungua, mimba zimepungua. Yani watoto walikuwa naacha shule kwa ujumla, walikuwa naacha mpaka inatia simanzi, lakini hapa na watoto wanasoma. Namshukuru Mama Samia ametujengea shule ya sekondari Ifu Kenya. Inasaidia hata wana, wanafunzi wetu hawatoroki wanafaulu vizuri wanasoma vizuri. Mimi kwa jina naitwa Godfrey Ibrahim Kibanda ni mkazi wa Kikuyuni, kitongoji cha Kikuyuni cha kwanza. Tunamshukuru, namshukuru Mama Samia kutetea shule hii, imepunguza changamoto moja. Kuna baadhi ya watoto walikuwa nakaa huko ng'ambo ya mto, kwa hiyo ilikuwa ataishi kwa watoto anaovuka mito, mtu anaweza ukawaja watoto wakafa. Kujenga shule hii imepunguza ajali hizo na changamoto kama hizo. Charles Ndalita kama mkazi wa Kikuyuni. E, pia kwanza naweza nikatagua sema namshukuru Mungu aliyemgusa rais wetu kwa kupata maono ya kutuletea shule katika kitongoji chetu au kijiji cha Kikuyuni ametupunguzia adha ya atarishi ya mto endapo wakati nyakati za mvua mto hujaa na kuweza na kushindwa kuvuka kwenda shule ambayo ipo kule Karoleni. Kwa hiyo tumeshukuru Mungu sana na tumemshukuru sana yeye pia kulipokea ono hilo na kutuletea shule katika eneo letu la Kikuyuni. Na Mungu aendelee kumbariki kiongozi wetu, rais wetu. Kwa kweli tunamshukuru sana rais wetu kwa kutujengea shule nzuri kama hii imepungu, imepunguza changamoto nyingi kwa wanafunzi wetu.